Huu mwezi ambao kwamba tuko nao ni mwezi wa Shaaban ambao kwamba riwaya zinaonyesha hakuna mwezi ambao kwamba toba na riwaya sahiha hakuna mwezi ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga zaidi ukitoa Ramadhani zaidi ya mwezi huu wa Shaaban. Lakini pia riwaya zinaonyesha kwamba ilikuwa ikifika mwezi huu wa Shaaban Mtume sallallahu alaihi wasallam akitoa mauidha sana ya kuwahusia watu kujitaharisha nyoyo zao ili waweze kupokea zile nafahati za mwezi wa Ramadhani. Katika mwezi wa Ramadhani kuna nafahati, kwa lugha nyepesi kuna bonus, kuna ofa ambazo kwamba Allah subhanahu wa Ta'ala anazileta katika mwezi wa, wa Ramadhani special. Ala inna lillahi fi ayyami dahrihi nafahat. Ala fataarradu laha ofa ambazo kama anazitoa katika masiku ya mwaka. Ala fataarradu laha, jamaa, jitokezeni kuzipokea hizo ofa za nani? Za Allah subhanahu wa taala. Maana yataarrud kujitokeza kupokea ofa zile, ni kujiandaa, kuandaa nyoyo zetu kupokea zile nafahati kutoka kwa Allah tabaraka wa taala kwa sababu moyo ambao kwamba hauna usalama moyo ambao kwamba ni mchafu hauwezi kupokea zile nafahati, kama unavyoona chombo ambacho kwamba ni kichafu, na kila ambacho kwamba utakachoweka pale kitakuwa nini? Ni kichafu, hakiwezi kupata kupata usafi. Idhan, tujitahidi sana kuelekea kwa Allah tabaraka wa taala, kukufanya ibadati mbalimbali na kufanya istighfari mbalimbali, kumwomba Allah tabaraka wa taala kama maandalizi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani lakini mwezi huu kama tulivyoambiwa, mwezi ambao kwamba na ta'ala na bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na ni mwezi ambao kwamba kuna matukio mingi ambayo kwamba yamefanyika. Tutatoa faida moja katika tukio la kuhamishwa kibla, kama tulivyoelezwa ya kwamba mwanzo watu walikuwa wakiswali wakielekea Baitul Maqdis kule Palestina. Sasa katika hali kama hiyo, mayahudi wakawa wakijifakhiri sana, wakijinadi Wakisema, huyu Muhammad anatukhalifu katika dini yetu, atushambulia, anajiona yupo katika sawa, lakini haikumwezekania isipokuwa ni kuelekea kwenye nini, Baitul Maqdis. Kwamba kwamba sisi kuletwa jua kule kuna ile waitahaitu lmapka wa Mayahudi, kama ndio hija yao iko kule, kwa akasema kwamba elekea kibla chetu huyu

katika miqatu rabbihi alionekana, alikuwa akienda mbio sana, kwa sababu alikuwa ameenda na watu wake, lakini akao mwendo wake ni mkali sana, yuko mbele sana, watu wake amewacha, amewacha nyuma. Yani alikuwa akichangamka sana katika kutembea kiasi ambacho kwamba akiwacha mbali sana wale wafuasi wake. Allah tabaraka wa taala akamwambia, wama ajalaka an qawmika ya Musa, ni kitu gani ambacho kwamba ya Musa kimekufanya uwe na haraka zaidi ya kutembea hata uwacha watu wako wawao nyuma. Angalia jawabu la Nabi Allah Musa alayhi salam, alisema qala hum ulai ala athari waajiltu ilayka rabbi litarda, kasema ya rabbi, hawa watu wanifuata mimi, hawa wangu hawa lle nalolifanya ndilo ambalo kwamba wafanya nini, wafanyalo wao. Kwa hivyo hawa mimi ndio ambaye kwamba nawaongoza. Sasa akatolea sababu taalil ya tukio la kufanya

tutakuelekeza qibla ambacho kwamba utakiridhia wewe Allah. Allah tabaraka wataala afanya mambo kumridhisha nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huko huku nabi Allah Musa alaihi salam afanya nini? aendambie kutafuta radhi za nani? za Allah tabaraka wataala. Kwa hapo ulama kato istimbatu kwamba hawa watu ni tofauti. Ngalia hata katika katika muktadha wa da'wa manabii walipokuwa wakifanya dawa, kina nabi Allahi Nuhu alaihi salam na wengine walipokuwa wakifanya dawa, watu wao wakawa wakiwashambulia, jamaa hawa ni wendawazimu, hawajitambui, kadha kadha. Lakini majawabu walikuwa wakijitetea wenyewe, qala ya qaumi laisa bi safaha. Aliambiwa kwamba huyu mwendawazimu, safihi pite, hajitambui. Nabi Allahi Nuhu alaihi salam kajitetea mwenyewe wa hakadha na manabii wengine, lakini ukija kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa wapumbavu wakiquraishi walipojaribu kumshambulia, Allah tabaraka wa taala imtetee mwenyewe, nun wal qalami wa ma yasturun wa ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, we hukuwa wewe ni mwendawazimu, hukuwa wewe kwa neema ya Mola wako aliyokupa utume kwamba nini mwendawazimu?

fungamana bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallam. Kuna watu wengi ambao kwamba walikuwa ni washairi wa, wa, wa kiandika mashairi ni wahodari kweli kweli, lakini sauti yao haikuwa maarufu kama wale ambao kwamba amba kwa walikuwa wametaalaki kum, kumsifia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallam. Wakati wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulikuwa kuna shuara wengi, lakini shuara ambao kwamba sasa hivi kila mmoja afahamu ni nan? Kina nani ni kina Hassan bin Thabit kina Ka'b bin Zuhair kwa sababu gani hawafahamika kuliko washairi wengine? Hawa walikimsifu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata shuara ambao kwamba waliokuja baada yao kina Alimamu Lbusiri, nani sahivi asiyejua burda ya Busiri? Hakuna bu ambaye kwamba kwa asiyefahamu burda Alimamu Lbusiri. Kwa sababu gani? Kwa sababu burda ilitaalaka na kumsifu nani.

wa muashiru alandhali ghairu musharrafi, na mtu ambaye kwamba anatengamana na watu wa hovyo hawezi kuchukuzwa. Asema awamatara aljilda alhaqira muqabbalan bithaghri lamma sara jilda almusafi, huoni kava le dhalili kabisa lashumiwa kwa, kwa, kwa mdomo. Kava la musaf halina thamani yote, ukilitoa nje ya musafu aweza kulishika hata ukiwa huna udhu, ukiwa na janabani, kwa sababu lile si msafu. Msafu ndo uwezi kushika isipokuwa kwa tahara lakini mtu ukishika msafu wabusu ule msafu, wabusu kava lake. Kava lake lina thamani gani? Halina Qurani, halijaandika Qurani, lakini ile lapata sharafu ya kushumiwa na midomo. Ni kwa sababu limetaallaki na nini? Limetaallaki na Qurani. Kwa hivyo ndio maana kila siku twahimizwa tutaallaki na watu wema, tutaallaki na watu watukufu.

kuona harakati kama hizi, watu wamehudhuria kama hivi, wallahi hii ni sharafu kubwa ambayo kwamba yatupa bishara ya kwamba pamoja na vurugu ambazo kwamba ziko ndani ya ulimwengu pamoja na kuharibika kwa ulimwengu